Wakati dunia ilikuwa inatazama vita vya Ukraine kwa mbali zaidi, na Ukraine ikaitazama Urusi kama adui, kumbe adui mmoja alikuwa karibu zaidi, tena alikuwa miongoni mwa hao wa Ukraine, pasipo kujijua. Hakuwa raia, hakuwa askari, ilikuwa ni kamera ya kawaida, imefungwa juu ya jengo dogo la biashara, mali ya mfanyabiashara mdogo, na ilifungwa kwa ajili ya usalama wa duka lake. Watu walikuwa wakipita kila siku, shughuli ziliendelea hakuna aliyeshtuka kuwa kamera hiyo imegeuka na kuwa jasusi wa Urusi. Na kumbe kamera hiyo ilikuwa inatazama mbali zaidi ya ya usalama wa duka. Macho ya kamera hii yalikuwa yanatazama kwa niaba ya Urusi. Matokeo yake ikafanikisha shambulizi moja la aina ya kipekee la usahihi wa hali ya juu, jambo lililotetemesha NATO na Ukraine. Lakini ilikuwaje kamera ya kiraia isiyo na uwezo wa kufikiri ikageuka kuwa silaha ya kijasusi na ni kwa namna gani ilisaidia kutekelezwa kwa mojawapo ya mashambulizi ya kushangaza kabisa katika vita hii tunaanzia hapa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ukrain iko vitani barabara inayotoka mji wa liviv kuelekea kambi ya kijeshi iliyopo karibu na mpaka wa poland ilizoea kupitisha kwa wingi magari ya kijeshi yakibeba vifaa vya kijeshi mengine yakiwa yamebeba wanajeshi waliopitia mafunzo maalum ya nato na wengine wanaoenda kwa ajili ya mafunzo maalum kwa ajili ya kuikabili Urusi. Barabara hiyo inaelekea kwenye eneo muhimu, kambi ya kijeshi. Kambi hiyo inafahamika kwa jina la Yavoriv, ni moja ya ngome kubwa zaidi za kijeshi magharibi mwa Ukraine na kambi hii ilikuwa inatumiwa na vikosi vya Ukraine na maafisa ya NATO kwa ajili ya mipango na mafunzo. Nje kidogo ya kambi hiyo kulikuwa na kitu kingine, duka la kawaida na juu kidogo ya paa la duka kuna kamera ndogo ya usalama. Kamera hiyo ilikuwa ya raia na iliwekwa ili kuimarisha ulinzi dhidi ya wizi na udokozi. Ukraine haikujua kwamba Urusi inaipigia hesabu kali kamera hiyo, na mfanyabiashara huyo hakufahamu kuwa mali yake inaweza kuwa silaha ya maadui wa nchi yake. Kamera hiyo iliunganishwa kwenye intaneti, njia ya kisasa ya ufanisi. Wakati mfanyabiashara anafurahia kutumia intaneti ili kuona kinachoendelea dukani kwake kwa wakati wowote. Na Urusi nao walikuwa wanafurahi, ila kwa lengo lingine. Kilichotamanisha Urusi zaidi ni kuwa kamera hiyo ilikuwa imeelekea lango la kambi ya kijeshi kwao. Ikawa ni kama kuokota dodo chini ya mpera. Mate yakawatoka wadukuzi wa Urusi, wakaanza kazi, wakatumia udhaifu wa mfumo wa kamera wakafanikiwa kuvunja ngome ya usalama wa kidijitali na wakaanza kuiongoza na kuitumia kamera hiyo wakiwa St Petersburg, umbali wa mamia ya kilomita bila mwenye duka kujua. Harakati za kijeshi zilizokuwa zinaendelea zikaanza kurekodiwa, video na picha zikaanza kudukuliwa polepole kwa njia ya siri. Kwanza zikaanza kutumwa kwenye seva ya VPN iliyoko Serbia, kisha zikahamishwa kwenda St Petersburg, Urusi. kamera hiyo ikabadilika matumizi. Haikuwa tena jicho la mlinzi, ilikuwa ni jicho la adui, na hakuna aliyejua nini kinaendelea, isipokuwa kwa upande wa Urusi. Tena waliofahamu ni maafisa wa siri wa ngazi za juu. Mnamo Machi elfu mbili na ishirini na mbili, kombora la Urusi likaipiga kambi ya Yavoriv. Kilichoshtua Ukraine na NATO ni kuwa shambulizi hili lilikuwa la aina yake. Kombora lililotua kambi ya Yavoriv lilitoa kwenye majengo halisi ya wanajeshi waliokuwa wakifanya mafunzo. Japo kulikuwepo na kambi zingine, yalikuwepo magala na yalikuwepo maeneo ya wazi, lakini eneo lililoathirika ni eneo walipokuwa wanafanya mafunzo wanajeshi wa Ukraine pamoja na wanajeshi wa mataifa washirika. Hii ikazua swali, Urusi imejuaje nani yuko wapi na kwa wakati gani? Cha kushangaza zaidi, kambi ya Yavoriv ipo magharibi kabisa mwa Ukraine karibu sana na mpaka wa Poland nchi mwanachama wa NATO. Na kabla ya hapo operation ya kijeshi ya Urusi ililenga zaidi mashariki na kusini mwa Ukraine, ambapo ndipo palikuwa uwanja wa vita. Sasa kufanya shambulizi eneo karibu sana na mpaka wa NATO, hii ilikuwa ni hatua ya kijasiri, na jambo hili lilikuwa linahitaji usahihi na kuwa na data za kutosha, kwa sababu kama ingetokea raia wa NATO ameuawa, hii ni vita ya wazi wazi na NATO. Ukraine ilishtuka, NATO ikapagawa, zikahisi kuna jambo zaidi. NATO na Ukraine zikaamini kuwa kulikuwa na mtu aliyeelekeza na kutoa taarifa za ndani, kwa sababu hapakuwa na ndege ya Urusi wala droni ya upelelezi. Kifupi, eneo hili lilikuwa ni eneo linalolindwa kimkakati. Uchunguzi wa kina juu ya uwezekano wa njia zisizo za kijeshi zilizovujisha taarifa ukaanza. Kamera za kiraia, mawasiliano ya kiredio na mitandao ya kijamii vikaanza kupekuliwa. Wataalamu wa usalama wa mtandao wakachunguza maeneo ya karibu, wakakuta jambo moja la ajabu. Kamera moja ilikuwa ikituma data nyingi isivyo kawaida, hata usiku wa manane. Wakaichunguza na wakagundua kuwa kamera hiyo ilikuwa ikipeleka video na picha kwenye anwani au IP address ya Urusi. Kamera hiyo ilitumika kama jicho la adui, ikiwaambia kila kinachotokea inatokea saa ngapi, kuna watu wangapi na mahali pa kulenga. Bila kamera hiyo usahihi wa shambulizi ungepungua sana, lakini swali likaja, Urusi imewezawezaje? Kwanza kabisa, wadukuzi wa Urusi walitumia skana ya mitandao kutafuta kamera ambazo ziko live na zilindwe ipasavyo. Kamera nyingi huja zikiwa na neno siri la kiwandani ya, yani default password, kama admini au moja mbili tatu nne tano wamiliki wengi hawabadilishi, na ndivyo ilivyokuwa kwa mmiliki wa karakana hiyo. Skana za Urusi zilipata baadhi ya kamera, lakini hii ndio iliwavutia zaidi. Wakafahamu kuwa kamera hiyo hailindwi ipasavyo, yani ina neno siri la kiwandani. Na baada kuingia ya kuingia ndani ya mfumo wa kamera, wakaweka skripti ndogo ya upelelezi, yani kipande kidogo cha programu, ili kukusanya taarifa kwa siri na kuzituma Urusi bila mmiliki wa kifaa kujua. Kamera hiyo ikawa jicho la Moscow, ikaanza kutuma video na picha polepole kwenda St Petersburg Urusi. Ili kufanya iwe vigumu kugundulika na mifumo ya usalama, wakatumia seva ya VPN iliyoko Serbia, na hii ikafanya mifumo ya uchunguzi isigundue mapema, kwa sababu Serbia ni nchi rafiki na NATO. Kwa hiyo ilionekana ni traffic ya kawaida ya kimtandao. VPN ilisaidia Urusi kuficha seva halisi ya mwisho iliyokuwa inapokea taarifa hizo na iliwasaidia kuchanganya data za kamera hizo na data zingine ili isifahamike kuwa kuna kitu kinaendelea. Kama shambulizi la kombora kwenye kambi ya Yavoriv lisingetokea, kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba Urusi isingewahi kugundulika kuwa inatumia kamera hiyo kwa lengo la ujasusi, kwa sababu kamera hiyo ilikuwa inafanya kazi kawaida na ilionekana kama kamera tu ya usalama ya kiraia. Ukraine walipoona kombora limepiga eneo lenye wanajeshi wa mafunzo ya NATO, wakaanza kuuliza, hivi adui aliwezaje kujua wapo hapo? Kuna mtu aliwaona? Kuna kifaa kilichochukua picha? Hapo ndipo akaanza kupekua vifaa vya kiraia vilivyopo karibu, na ndipo kamera hiyo ikagundulika. Wakati huo, tayari Urusi alikuwa tu kumi zaidi kuliko wao. Kombora la Iskanda lilikuwa tayari limepoteza maisha ya wengi na kujeruhi, tena kwenye eneo ambalo hakuna aliyeamini kama jambo hilo linaweza kutokea. Hii ni Karagosi the HD, nashukuru kwa kufuatilia. Usisahau kulaiki, kusubskribe na kukomenti. Tutaonana hivi karibuni, uwe na wakati mwema.